Siku zote kuwa makini na kundi hili la watu, watu ambao ukiwahitaji kwenye ishu yako yoyote ile wao wanakuwa na visingizio ili wasitokee kwenye hiyo ishu yako. Inawezekana ukawa na shughuli yako, unaweza ukawa na semina yako, unaweza ukawa na sherehe, unaweza ukawa na shida hii za msiba, ama tatizo lolote. kila ukimhitaji yeye ana visingizio Alafu yeye akikuhitaji analazimisha sana uwepo wako wa mali na hali, yaani yeye akiwa na shida anataka wewe uwepo, ila wewe ukiwa na shida yeye hawezi kuwepo. Siku zote kuwa makini sana na kundi hilo la watu, kwa sababu ni watu wenye tabia ya unyonyaji, yaani wanapenda kunufaika na vitu vya wengine lakini kutumia vitu vyao kunufaisha wenzao huwa hawapendi. Ni watu wa binafsi. Kuwa makini sana kama unataka kufika mbali, aidha za kiuchumi, aidha za kimawazo, aidha za kimaendeleo ya aina yote. Kuwa makini sana na kundi hilo la watu. Watu hao utakapoendelea kuwakumbatia, kuna siku watakulipukia, kwa sababu watu hao ni kama bomu, mwisho wa siku watalipuka. <coughs> Naitwa Rev Yaziel ni mwalimu wa masuala ya kiimani, kiuchumi, uchumi pamoja na kijamii. Tunapatikana kupitia Facebook, TikTok, Instagram, Twitter pamoja na YouTube kwa jina moja tu la Rev Yaziel.